hayo ndio yalikuwepo zamani sana mimi nimeona miaka ya sabini na nne mpaka thamanini mpaka tisini lakini kuanzia huku elfu mbili mama huku na kweli watu wa elfu mbili wana shida sana watoto wa elfu mbili wana shida sababu ya mitandao mitandao inasumbua sana unajua boxa sasa hivi ukimfundisha akijua tu kutupa one two na akijua miguu inakaje anamkuta akaingia kwenye simu anatizama mapambano yakina Muhammad Ali yakina kina Maiweza anafanya, anarukaruka na yeye vile. Sasa akiingia mle, kumbe Maiweza sio aliyo ku training, wewe umeigiza, sio umefundishwa, kwa hiyo lazima upigwe. Eh hey, unaiga eh hey. Ni mchezo wa kufundishwa kama karate, lazima kwanza ujenge mwili na box unajenga mwili. Sasa wewe umefundishwa kidogo miezi sita tayari unaingia kwenye simu, ah Maiweza pale alipiga huku hivi, na ukiingia kwenye ulingo hivyo hivyo wandoke uko chini biashara imeisha eh, kabisa. themanini na tano mpaka mpaka elfu mbili na nne boxing ilikuwa nzuri zaidi, ilikuwa nzuri, mtu anakuelewa anasikiliza. Lakini sasa hivi bwana mwingine tena anaondoka kabisa jimu, anaacha anamchukua mwenzi, bwana, twende tutafanyaga nyumbani bwana, mimi nimeiona kwenye simu umle. Kwa hiyo tunawanaigiza na hata walimu wengi wanakuwa wanaathirika kwa sababu kuna wale wenye damu ya michezo na kuna yule mwalimu ambaye anaigiza ana kama mwalimu. Kwa hiyo unakuta anapoenda jimu akikuta hakuna vijana leo, basi anaweza kukaa hata wiki moja mbili anafanya shughuli zake aende mazoezi. Lakini kuna wale walimu ambao wenye kwa hii kazi ni ya kwake na anafanya kama wito, unamkuta anytime yuko mazoezini kila siku akosi. Sasa bondia kisha ukisha kija kwako ukamuuliza maswali mawili tu. Bwana, umtaka boxing eh? Yeah. Je, na mtu amekushawishi au mwenyewe miko kwenye damu ime nani, unataka ngumi? Um, unazitaka unazitaka. Basi mwingine anakuambia mimi bwana na rafiki yangu yule pale, anamwonyesha bondia pale, ananitambia sana kule mtaani bwana, na mimi nimeona nije mazoezi. Ni akija huku, watu kule wananisema sana bwana, wewe bisho bisho ame, basi wewe ngumi uziwezi kwa sababu kwenye boxing unaweza kuja mabondia ukapata kwa wiki kumi na tano au ishirini wapya pale, ujue utapata mabondia wawili tu, ambao utabaki nao. Hao ndio wenye nia ya kweli. Sasa fikiria katika kumi na tano unabaki na watu wawili. Je, ukiwa na watano wote watakaa? Baada ya mwezi mmoja miwili, hawapo, na hasa ukishaanza ile physical fiz, ile mazoezi ya kuwajenga Mtu akirudi nyumbani, mara kulala, kulaliki, mikono inauma, keshi kichwa, asubuhi ya chuchumai, anaambia utakufa, acha. Wanaanza kumsemasema nyumbani na kweli anaacha, lakini badala ya kumpa moyo, wewe nenda tu hiyo, ukimaliza wiki moja mbili utapona, utakuwa sawa.